Jambo, ndugu katika Kristo Yesu, popote ulipo ulimwenguni, ningependa nikuchangize mada fupi kuisha, kuishi maisha ya sio na wasiwasi katika dunia iliyojaa hofu na matatizo. Paulo aliwaandikia waraka, aliandikia waraka uh, kwa Wafilipi sura 4 mstari wa sita, akawaambia hivi: Musihangaike kwa neno lolote; bali katika kila jambo kwa sala na dua pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane mbele za Mungu. Mupendwa katika Kristo Yesu, dunia ya leo imejaa wasiwasi. Wasiwasi wa maisha, wasiwasi wa chakula, wasiwasi wa kazi, wasiwasi wa ndoa, wasiwasi wa familia, wasiwasi wa maisha ya kesho, hata wengi wameugua magonjwa yanayosababishwa na fikira ndefu tena zisizo na suluhisho. Hata Wakristo wengi wanaishi kana kwamba wanabeba maisha yao peke yao. Paulo aliandikia Wafilipi wa barua hii akiwa gereza, alikuwa katika kifungo, alikuwa katika korokoroni. Hili ni jambo la kufikiria mno. Paulo alikuwa akiandika barua hii akiwa ndani ya gereza, anaandikia watu ambao wako huru, ambao wako ndani ya makazi yao, ndani ya familia zao. Yeye alikuwa kifungoni, lakini anawaandikia juu ya furaha na amani. Hii inamaanisha nini? Huenda unawezi kuwa huru Unawezi kuwa ukisherekea mwaka mpya lakini bila amani. Ijapokuwa wewe uko ndani ya familia yako, uko katika kazi yako, uko katika walio wako, lakini Paulo hapa anatuonyesha kwamba amani ya kweli haitokane na mazingira, ndugu yangu, bali amani ya kweli inatokana na uhusiano wetu na Mungu. Amani ya kweli kweli inatokana na uhusiano wa mwanadamu na Mungu na muumbaji wake. Paulo anawaandikia akawaambia, msihangaike kwa neno lolote, bali katika kila jambo kwa sala na dua pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane mbele za Mungu. Ndugu yangu katika Kristo Yesu, amani ya kweli, maisha ya kweli inatokana na uhusiano wako na muumbaji wako, inatokana na uhusiano wako na Kristo, inatokana na uhusiano wako na Mungu. Ningependa nikuulize asubuhi ya leo ya kuanza mwaka wa elfu mbili ishirini na sita leo ni tarehe moja mwezi wa Januari. Je, uhusiano wako na Mungu uko salama? Uhusiano wako na Mungu ni salama? Bila kukuwa na uhusiano mzuri na muumba wako, hakuna amani, hakuna utulivu, hakuna unyenyekevu. Uh, Mungu hapa ndiye msingi bora ambaye tunajenga familia zetu tunajenga biashara yetu, tunajenga maisha yetu, tunajenga furaha yetu, ili maisha yetu iendelee kuboreka muno. Bila hayo, hata usherekee heri za mwaka mpya, upokee salamu kutoka huku na kule, hazitakupa amani, bila wewe binafsi, bila wewe peke yako kuingia katika uhusiano bora na muumba wako. Na kutakia mwaka huu tunayoanza leo, katika nyumba yako ukaribishe Kristo katika uh, makazi yako, ukaribishe Kristo katika uhusiano wako, ukaribishe Kristo katika siku, kila siku, kila jioni, kila usiku, tembea na Bwana wetu Yesu Kristo, hata zoruba zikuwe nyingi mno hata mpepeo hata vita hata magonjwa, lakini ukikuwa na Kristo katika nyumba yako, katika maisha yako, atainua mkono asimamishe dhoruba. Katika kila neno, kila jambo, lina muheshimu muumbaji. Biblia inatuambia dunia na vilivyomo vyote ni vyake, yaani anapana oda kwa kila neno linakubali. Nakutakia na kutakia heri za mwaka mpya. Mungu akubariki na Mungu aendelee kukufunulia ili umjue katika mwaka huu. Asante ndugu yangu.